Akizindua mpango huo, Mheshimiwa Masauni amesema hata akibainika kuwa abiria anamuhimiza dereva kuendesha mwendo wa kasi lazima achukuliwe hatua kali za kisheria; lengo ni watu kuwa na nidhamu barabarani. Kwa nini? Wewe ni askari, kila mmoja ni askari kwa mwenzake. Tumeona kuna mtu yoyote anakiuka sheria, sio dereva tu, hata hata abiria wengine amekuwa akivunja sheria. Sijui kama mnajua kwamba kuhamasisha Mwendo kasi au kuhamasisha uvunjifu wa sheria aina yoyote ni kosa kwa sheria. Kwa hiyo ikiona abiria mwenzenu anafanya anahamasisha mwendo kasi, mfano, tunapaswa kwa pamoja muungane kutoa taarifa ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Naye katibu wa kampeni hizo amesema kampeni hizo zinalenga kuhakikisha ajali zinapungua na ikibidi kuisha kabisa, hasa katika kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka ambayo, lengo kuu ya kampeni hii ni kuhamasisha ushiriki kamilifu wa wananchi katika kukabiliana na ajali na kuchukua hatua stahiki bila ya uwepo wa askari ambayo ina malengo mahususi, na malengo mahususi haya ni kubadili tabia na mtazamo wa madereva kuhusu usalama barabarani ili waendeshe kwa kuzingatia sheria bila shuruti. Kwa upande wao, chama cha wamiliki wa mabasi taboa kupitia mwekazi nao bwana Isa Nkya wamesema wanaunga mkono kampeni hizo na watahakikisha kuwa wanatoa kila aina ya ushirikiano utakaotakiwa, huku madereva wakitahadharisha kampeni hizo kutotumika kama chanzo cha watu kuwasingizia madereva. E, sisi kama wamiliki ni jambo zuri la rasiei kutengeneza nani yani umoja wa kwamba kushirikiana pamoja abiria wapaze sauti pamoja na, na wahusika kwenye vyombo vya magari, kwa sababu ukinyamaza moja wa moja bila upaza sauti, ina maana hilo gari likaenda likapata ajali na wewe pia ni muhusika. Huu mpango wanaozindua hapa sio mbaya, ni mzuri, ila kuna mambo mengine ambayo yanaweza kutokea barabarani ni ya husuda hayo lazima yazingatiwe. Unaona bwana, unaweza kuwa unaendesha gari hapa, wewe mtu akaa labda nyuma yako, sawa bwana, akaamua tu kutuma meseji na hivi ninavyokuambia, sawa, katuma meseji, al, bwana, gari fulani inakimbia inauvateki vibaya au inafanyaje? Kwa hivyo vitu lazima kiubinadamu, lazima vinavyenyewe viangaliwe. Ni katika kituo hiki kikuu cha mabasi Ubungo jijini Dar es Salaam ambako mpango huu umezunduliwa, na kuwepo kwa mpango huu unaelezwa kwamba kunaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ajali ambazo zinaweza kutokea hasa katika kipindi hiki ambacho ni mwishoni wa mwaka. Nikiripoti kutoka Ubungo jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo.